Hii. Kwa jina naitwa Mellina Tedesu Vayinga, natokea Iharula mkoa wa Njombe. Nilianza um, kazi pale kituoni mwezi wa pili e, tarehe ishirini na tisa uh, niliwakuta watu watano baada ya mwezi mmoja waliongezeka watu wawili. Changamoto kwa hapo ilitokea, um, kuna binti ambaye alitelekezwa baada ya huduma kumpeleka, baada ya kumhudumia, kumpeleka hospitalini, ilionyesha kwa wifi yake aliyoko jirani pale, kama imefanya isivyo na wenyeji nikamwambia tu kwamba sisi hapa tunawasaidia watu kimwili na kiroho pia. Kwa hiyo, sisi tulikuwa kimwili zaidi, ili mtoto aweze kwenda kuhudumiwa. Mpaka sasa yule binti yupo kanisani ameshabatizwa, ah, baada ya kuendelea hapo tena kwa huduma zaidi pale. Wanahitaji sana matendo ya huruma kwa huduma. Tena kuna mwana binti tena mwingine alitelekezwa na mmeo, baada ya huduma kumsaidia, mpaka saizi yupo kanisani ameshabatizwa. Mendelea miezi ya saba mpaka sasa, kuanzia mwezi wa saba kuna watu walioongezeka katika kituo kile. mm, wapo watu wa watu sita, ukiwaondoa hao waliobatizwa, jumla yake kuna watu kumi na kumi na mbili ambao ni nao, waliosafiri wapo wawili, madarasa la ubatizo wapo sita, washiriki